Aa, nasema mapato ya kijiji ni yale tunayokusanya sisi wenyewe tunavyosema mapato ya serikali kuu ni yale tunayoletewa na serikali kuu, na kuna mapato ya wadau, labda wanaleta kwenye shule zetu au sehemu mbalimbali, mapato ya kwenye nje ya mbalimbali. Lakini kwa siku ya leo, sisi tuna mapato ambayo tulikuwa tunakusanya sisi kama kijiji, tunatamani kuyasoma, na kuna mapato ambayo yako kwenye akaunti tutayasoma yote. Unajua, kwa ruhusa ya mwenyekiti kama ananiruhusu nianze kuyasoma haya. Nakuruhusu. Karibu sana, moja kwa moja nianze na mapato ya ndani. Wanajua wengi tuna hamu sana patae ni mapato ya ndani ya kijiji tumekusanya mapato kama ifuatavyo mapato ya ardhi yalikuwa na laki tano elfu ishirini na sita mapato ya mchanga yalikuwa milioni mbili laki sita mapato ya seneti yalikuwa laki tano arobaini na nane na mapato ya mao kwa maana ya machimboni tumepata milioni nne jumla ya mapato tuliyokusanya ni shilingi milioni saba laki nane na elfu ishirini na moja. Mmesikia ini ayo, ni mapato yetu ya ndani, yaani toka tumeingia kwa kipindi hichi, maana tulikuwa tumetengeneza mazingira ya kukusanya mapato yetu ndani ya kijiji chetu kwa mwezi mmoja na siku hapo. Kwa hiyo tumekusanya kiasi cha shilingi milioni saba laki nane na ngapi? elfu ishirini na moja. Kwa hiyo hayo ni mapato yetu ambayo kama mlisikia, tumeanzisha utaratibu, lakini pamoja na kuwa tulianza baada ya kuwa mtendaji amaliza, kuna changamoto zimejitokeza. Ndio maana tunavyozungumza hivi, kuna baadhi ya mapato tumesimama, tumesimamisha kwa sababu ilifika mahala e, hawa ndugu zetu wakaamka na mambo yao ya ajabu. Wengine wakahisi kama labda sisi ni matapeli, wakashindwa kutambua kwamba na sisi kama kijiji tuna kila sababu ya kuweza kunufaika na kile kinachotoka ndani ya kijiji chetu. Wakaenda wakatushtaki, tunavyozungumza hivyo tulishtakiwa kwamba kwa nini tunakusanya mapato, tukapewa maelekezo kwamba tunaomba tusimame kwa ajili ya maelekezo mengine. Lakini bahati nzuri pamoja na kuwa tumesimama kwa muda lakini kuna mipango mingine ambayo tumeshaiandaa sasa, ambayo inaenda kutufanya sasa tuwe na nguvu za kukusanya mapato ndani ya kijiji chetu. Hatuwezi kuacha watu wanatajirika kupitia kijiji, hawataki kuacha alama kwenye kijiji chetu, wanatutishia kana kwamba sisi sasa